Kipindi kifuatacho kimegharamiwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries. Zaburi ya 37 kifungu cha kwanza. Kuna mambo mengi yanaendelea ulimwenguni leo hii, na haya hapa yale ambayo Bibilia inasema: usihangaike kwa sababu ya watenda mabaya Napenda maneno hayo kwa vile yananikumbusha kwamba hata nikiwa katika nyakati kama hizi tunazoishi, hatupasi kuzunguka tukiwa tumefadhaika wakati wote. Mtu aseme amen. Wala usiwahusudu wafanyao ubatili, yale ambayo si haki au yanayofaa mbele za Mungu, maana kama majani watakatika mara na kama miche mibichi watanyauka. Sasa nitasema kitu kidogo baadaye kidogo kuhusu kifungu cha pili, lakini hilo ni agizo lenye mamlaka kutoka kwa Mungu kwamba waovu kama hawatabadilika watakatiwa mbali kama majani. Sijui wakati wa Mungu ni upi, lakini Mungu atakuja na kukabiliana na uovu na mabaya yote. Umtumaini, umwegemee umtegemee na uwe na ujasiri Bwana ukatende mema. Umtumaini Mungu na kutenda mema. Tunapaswa kufanya nini katika nyakati hizi tunazoishi? Umtumaini Mungu na kutenda mema, ndiyo mbinu rahisi na mwafaka. Sio tu kumtumaini Mungu, lakini umtumaini Mungu halafu chukua hatua fulani. Usiku wa leo nitazungumzia kuhusu mamlaka ya Mungu na jukumu la mwanadamu. Unajua, Mungu ni mwenye mamlaka, aweza kufanya lolote analotaka, lakini jambo la kushangaza ni kwamba ameamua katika ukuu wake kwamba anataka kuwa mshirika na sisi. Hataki kufanya kila kitu mwenyewe, bali anataka kufanya mambo kupitia kwetu sisi. Na si hivyo tu, amechukua hatua ya ujasiri sana na kumpatia mwanadamu hiari ya kuamua. Mungu anataka tutumie hiari yetu kuchagua mapenzi yake. Huo ni wito mkuu wa maisha yetu. Hakutaka roboti, hakutaka vikaragosi. Kwa hiyo alitupatia hiari, na mtu akitaka kwenda motoni, Mungu atalinda hiari yake ya kufanya hivyo <laughs> namaanisha, ni kweli na nina uhakika baadhi yenu mmeshagundua kwamba ikiwa mtu hapendi Mungu, ninyi hamtawafanya wampende Mungu. Ni uamuzi ambao lazima waamue kufanya, lakini pia lazima wawajibikie maamuzi ambayo wanafanya. Kwa hiyo jambo hili kuhusu hiari ya mtu aliyo nayo, kwa kweli ni jambo la kusisimua kwa upande mmoja, lakini jamani, lina mzigo wa kuwajibika kwa sababu ikiwa niko na hiari ya kufanya maamuzi yangu, basi kwa kweli siwezi kumlaumu Mungu au mtu mwingine yeyote kwa matatizo yatakayozuka. <laughs> Na kumbe tuko na shida kubwa hapo ya lawama, lawama, lawama, lawama. Na sasa, ikiwa kuna sehemu ambayo watu waovu wanafanya maamuzi mabaya na iwapo wana mamlaka ya aina fulani juu yako, basi wakati mwingine ninyi mnapatwa na athari mbaya za maamuzi yao mabaya na unaumia. Na wakati wote hatuelewi kwa nini Mungu hafanyi chochote kuhusu hayo, lakini kile Mungu anachotaka tufanye kwa kweli ni kumtumaini yeye, na kwamba tunapofanya maamuzi yetu tuanze kufanya maamuzi hayo kulingana na neno lake, halafu haitachukua muda mrefu sana na tutaanza kupindua athari zote za mambo mabaya ambayo hutendeka. Lakini kile shetani anachotaka ni kwa watu waovu wafanye mambo maovu, halafu watu wazuri au watu wenye nia njema waumizwe na hayo na waingiwe na uchungu, halafu anataka waishi maisha yao wakiwa wamejaa chuki na kutaka kulipiza kisasi. <klos> lakini sisi ni werevu zaidi kwa mambo kama hayo si ndio? Nilisema sisi ni werevu zaidi kwa mambo kama hayo si ndio? <klos> Jambo ambalo halina maana kabisa kufanya ni kujaribu kukabiliana na adui zetu, na mimi naweza kusema hayo sasa baada ya miaka 40 ya kufundisha neno, lakini nilipoteza wakati wangu mwingi kukasirikia watu ambao waliniumiza. Kwa hakika ilikuwa kupoteza wakati kabisa, na kiasi tunachotaka kujitetea wenyewe ama kulipa kisasi au kuwarudisha watu nyuma. Sasa sikilize kile ninachosema, Mungu hawezi kutusaidia. Je, niseme hayo tena? Kiasi tunavyochukia watu kuwa kinyume na wengine, kukasirikia kila mtu, kuwa na uchungu kwa sababu ya mambo ambayo yametupata, kulaumu maisha, kumlaumu Mungu na hata kumlaumu Ibilisi hakutasaidia kwa sababu tukikaa tu na kumlaumu bila kuwajibika kwa njia yoyote, basi shida haitasuluhishika kamwe. Na kwa hiyo unaweza kuishi maisha ukichukia wengine, ukiwa na uchungu na wengine, ukijaribu kulipa kisasi, lakini wakati ukifanya hivyo, Mungu hawezi kukusaidia. Wewe unasema, sasa mimi namtumaini Mungu, lakini je, unatenda mema? <laughs> Unasamehe? Unaombea adui zako katika uchungu wako? Je, unakuwa baraka kwa mtu mwingine? Jamani, sasa mimi namtumaini Mungu, lakini angalia, hayo hayatoshi. Ningetoka hapa usiku wa leo, nakuuliza wangapi kati yenu wanamtumaini Mungu, na hakungekuwa hata mtu mmoja ambaye hangeinua mkono wake juu. Halafu kama ningeuliza wangapi kati yenu wanafanya kile ambacho Mungu amewaambia wafanye? <laughs> haya nitasema tu haya alafu nimalize <laughs> hebu niseme tu hivi na nimalize. Kwenda kanisani ni jambo zuri sana, lakini ni kiwango cha msingi, kiwango cha uchanga katika Ukristo. Ikiwa hilo ndilo unaloweza kujiambia mwenyewe kama Mkristo, hilo ni jambo la kusikitisha kweli kweli. Ndiyo, tunahitaji kwenda kanisani, lakini tunapaswa kutoka kanisani tukiwa tumewashwa moto na kuamshwa na kuwa tayari kutoka tuingie katika jamii na kumwakilisha Yesu kama vile alivyotuambia tumwakilishe. Mimi nimechoka kusikia hayo. Je, wewe ni Mkristo? Na mimi huenda kanisani. Kwa hiyo neno la Mungu hakika ni dawa. Kuna tafsiri moja, nadhani ni tafsiri ya Isaac Lisa, ambayo inasema neno la Mungu ni dawa, ukilichukua kama dawa, na kwa hivyo chochote unachougua ukiwa na sehemu ya hili neno, tumaini linasuluhisha karibu kila kitu. Sidhani unaweza kuwa na shida ambayo tumaini haliwezi kusuluhisha, na kwa hivyo hayo ndiyo maelekezo yetu, ni maelekezo ya tumaini kutoka kwa Daktari Yesu, na mgonjwa ni yeyote yule, yanafanya kazi kwa yeyote yule. Unaweza kuchukua mengi kiasi unachohitaji kwa mdu na uhitaji. Naangalia hayo kuongeza. Hata si lazima mwite daktari ili uweze kurudia matibabu. Haya hayana kikomo. Lakini nahitaji kukutahadharisha, nahitaji kukutahadharisha. Kuna athari mbaya sana. Hii dawa ina athari mbaya. Amani. Furaha. Uthabiti, ujasiri. Na ah, jamani, maisha bora zaidi. Kwa hiyo, baadaye ukikasirika kidogo, meza tumaini kidogo. Baadaye ukimkasirikia mtu fulani, meza tumaini kidogo. Ukipoteza kazi yako, meza tumaini kidogo. Usipopata hiyo fursa ya kupandishwa cheo kazini, fursa ambayo ulitaka, meza dozi mara mbili ya tumaini. Amen. Lakini ili uweze kumaliza haya yote basi ni lazima ufuatilie dozi yako ya tumaini na vijiko kadhaa vya kutenda mema. Angalia, umtumaini Bwana na ukatende mema. Mimi nadhani kwa hakika kwamba huwa tunakosa hayo. Hilo jambo la maana katika Zaburi 37:3 laweza kubadilisha maisha. Usihangaike kwa sababu ya uovu wote na ubaya ulioko ulimwenguni leo hii na uwe na wasiwasi, sasa nitafanya nini, na kunaendelea nini, na kutatokea nini, na maisha baadaye yana matumaini gani, na hata kufanya kila kitu kitingiswe. Yesu anarudi lini? Atarudi wakati unaofaa. Hata kama wakati huo ni lini, tunahitaji kuwa tayari, ikiwa wakati huo ni leo usiku au miaka kumi ijayo kuanzia sasa. Wakati mwingine nashangaa iwapo kushughulika sana kwetu na kutaka kujua wakati Yesu atakaporudi ni kwa sababu tunataka tusubiri hadi saria wiki moja au mbili, ndio tujitayarishe. Mimi unajua, <laughs> naishi nikiwa tayari, niko tayari, Bwana, njoo unichukue Amen. Na kwa hiyo tunahitaji kumtumaini Mungu na kutenda mema, jambo hilo hilo kutoka kwa Daktari Yesu: mgonjwa yeyote yule, meza kiasi uwezacho kwa mndu na uhitaji, hakuna kipimo, athari mbaya furaha isiyo na kipimo, thawabu ziko binguni, na ni kweli kabisa. Zaburi 37 inatuambia kwamba wakati Mungu akiwa yuko tayari, yeye ya atakabiliana na waovu, na kazi yetu kwa wakati huu si kusema vema, Mungu mfikie. Kazi yetu ni kuwaombea na lazima tuwe na huruma na rehema na kujali watu ambao wanaishi gizani na wamepotoshwa na kupotea wakiwa bila matumaini. Kifungu cha nne kinasema na ujifurahishe katika Bwana naye atakutimizia haja za moyo wako, na kinaendelea na kuendelea na kuendelea mbele zaidi. Katika kifungu cha nane inasema ukomeshe hasira, uache ghadhabu, usikasirike mwisho wake ni kutenda mabaya. Halafu kinaendelea na kuendelea, na kifungu cha kumi na moja kinasema bali mwishowe wenye upole watairithi nchi. Kwa hiyo tunaona mambo kadhaa hapo ambayo tungetaka kuyazingatia ambayo ningesema kwamba yanaingilia na ukuu wa Mungu, uh kwanza kabisa tunaona kwamba kuna watu waovu wanaofanya mambo maovu. sasa kwa nini Mungu asiwasimamishe? <laughs> je, umewahi kuwa na mtu anayekufanyia mabaya halafu kamwomba Mungu amsimamishe lakini hakumsimamisha, na ikawa wewe hukuelewa kwa nini na huelewi kwa nini. Sasa hata mimi nilipitia hayo pia. Wakati babangu alipokuwa kinajisi, niliomba na kuomba, Mungu hakunitoa katika hali hiyo, sikumuelewa. Lakini nikiangalia nyuma sahihi natambua kwamba hakunitoa katika hali hiyo lakini alinipitia katika hali hiyo Unajua Danieli, ilimbidi aingie katika tundu la simba, lakini Mungu aliifunga midomo ya simba. Shadraka, Meshaki na Abednego waliingia katika tanuru ya moto mkali, na sio tu kwamba waliingia, lakini walipokuwa mle ndani wakifanya yanayostahili, ile tanuru ilitiwa moto mara saba zaidi kuliko ilivyokuwa kawaida. Sasa hayo kwa kweli yanakasirisha, wakati unapofanya kile unachoamini kwamba ni sawa na hali zako zinaendelea kuwa mbaya zaidi. Kuna yote ambayo imewahi kufikia mahali kama hapo na kufanyika hivyo? Yeah. Lakini nikiangalia nyuma saa hii natambua kwamba ingawa Mungu hakunitoa katika hali hiyo, alinipitisha katika hali hiyo na akanifanyia kitu ndani yangu. Alifanya kitu ndani yangu, alifua chuma ndani ya nafsi yangu, alinipa nguvu na ushupavu ambao sijui ningeupata wapi kwingine. Na kwa hiyo ikiwa Mungu hanitui katika hali fulani, bado naweza kumtumaini anipitishe kwenye hali hiyo, na naamini kwamba Mungu anajua kitu ambacho mimi sijui, na kwamba atafanya kitu ambacho ni zaidi sana ya kile ambacho ningeamini. Unadhani nilipokuwa nikipitia yale niliyokuwa nikipitia kama mtoto, nilifikiria kwamba siku moja ningesimama kwenye jukwaa hili na kuambia watu, ulimwengu mzima, yale yaliyotendeka kwangu na jinsi wanavyoweza kushinda kabisa hali yoyote? Lakini singeambia yeyote chochote iwapo singepitia hayo. Yaani, ningewaambia lakini unajua, kuna mafundisho mengi tofauti yaliyoenea kila mahali na unajua sio kila mtu anapendezwa na kila kitu unachosema, lakini nadhani kwamba wakati mwingine Mungu huturuhusu tu tupitie jambo ambalo linaonekana ni la kufedhehesha sana sana na lisilofaa, kwa sababu anahitaji mtu wa kupitia hayo na kutoka akiwa ameshinda na si kwamba ni lazima upitie jambo la kutisha ndipo uweze kusaidia watu, si lazima. Lakini nitakwambia wakati mtu amepitia jambo gumu sana na ametoka akiwa mzima na salama na mwenye afya na akili timamu na mwenye raha na furaha, sasa hapo ndipo watu wanaweza kusema, sasa pengine kuna matumaini kwangu pia. Na sijasema haya kamwe, lakini kule California haya yalitoka kinywani mwangu wakati nilipokuwa nikifundisha sehemu ya kwanza mfululizo huu, na yanakuja tena kutoka ndani yangu. Nisingeweza, nilimwomba Mungu anikomboe. Kwa hiyo, ingekuwa bora zaidi, ingekuwa bora zaidi kwa Mungu kunikomboa au anigeuze na anifanye mkombozi? Haya sasa, angalia, nitawambia jambo. Ningeweza kutoroka hayo, na hapa ndio kuchagua kunaingia. Ningeweza kusema achana na hayo, sitafanya hayo kulingana na mapenzi ya Mungu, nitafanya kama nipendavyo mwenyewe <laughs> na hayo ni mambo usingetaka kufanya. Hebu nisikilize tafadhali, usifanye hivyo. Nia ya mwanadamu ni kufuata njia yake, lakini Mungu anataka kuelekeza hatua zetu Amen. Kuna kazi yetu ya kufanya, kuna hatua ambayo tunapaswa kuchukua, kuna jukumu ambalo tunachukua, lakini linapaswa kuelekezwa na Mungu na lipatiwe msukumo na Mungu. Haiwezekani iwe tu hivyo sasa, mimi nitafanya hivi ili niweze kurudi, kwa sababu anao mpango tofauti. Wakati ninapotaka kukutoa nje ya maisha yangu na nisiongee na wewe tena, halafu nifurahie kusikia kwamba wewe maisha yako yanaporomoka na uko kwenye shida. Ningeweza kukusaidia lakini sikusaidia, kwani wewe umenifanyia nini? Hiyo ndiyo njia ya mwanadamu. Bwana we mwili, unapenda hayo. Ndio. nilikwambia lakini hiyo sio njia ya Mungu. Lakini unajua nimejifunza nini baada ya miaka arobaini ya kujifunza neno la Mungu? Je, naweza kumpakulia kile nilichojifunza baada ya miaka arobaini? mko tayari? Haya ndiyo haya. Sasa haijalishi kile ninachofikiria, Mungu yuko sahihi wakati wote. Hebu fikiria haya, Mungu yuko sahihi wakati wote na kwa hiyo wakati mwingine Mungu huturuhusu tupitie magumu ambayo hatuyaelewi, kwa sababu anafanya jambo ndani yetu ambalo hatungeweza kuamini kamwe. Lakini waweza kutoroka hayo, waweza kukimbia kutoka kwenye mapenzi ya Mungu. Haikuwa lazima kwangu kuwa mke wa kunyenyekea. Bado ningeweza kuwa yule mke mkaidi na mwenye kiburi ambaye nilikuwa. Sasa hayo tu ndiyo niliyoweza kufikiria. Eh, nilikuwa mbaya bwana we, nilikuwa mbaya. Hakungekuwa na mtu wa kuthubutu kuniambia cha kufanya, sikuhitaji hivyo. <laughs> hebu unajua, halafu nikaanza kusoma bibilia. Oh. Rekebisha uhusiano wako na mumeo <laughs> kama huduma yako kwa Bwana Mungu? Hapana, si hivyo, ah. <laughs> Lakini angalia jambo hapa, na naamini naongea na baadhi ya watu usiku wa leo. Jambo ni kwamba sikuhitaji sikuhitaji kujifunza na kuwa mtiifu kwa neno. Wokovu wangu haukutegemea hayo, haikuwa lazima kwamba nifanye hivyo, lakini nisingekuwa nimesimama hapa leo kama nisingefanya hivyo. Kwa hiyo unataka nini maishani? Nadhani swali tunalopaswa kujiuliza usiku wa leo ni kwamba unataka nini kutokana na maisha. Umemwomba Mungu mambo mengi. Je, wayataka hayo yote au la? Ndiyo. Sasa wengine wenu hawana uhakika sana. Umtumaini Bwana na ukatende mema, na kutenda mema inamaanisha mambo mawili kwangu, na yote mawili ni mazuri. La kwanza, fanya kiasi uwezacho, kile unachoamini kwamba Mungu anakuagiza ufanye, fanya hivyo. Liwe ni jambo ambalo umesoma katika maandiko au ni jambo ambalo Mungu ameweka ndani ya moyo wako, liwe ni neno la logos, neno lililoandikwa au neno la rema, neno lililopewa na Mungu moyoni mwako. Sisi si wakamilifu. <laughs> Ni wakaidi, ni wapolepole, inatuchukua muda, lakini <laughs> Kwa uwezo wako wote endelea na hayo, na uwe mtu mwenye azma ya kufanya kile ambacho Mungu amekwambia ufanye, na wakati wote elewa kwamba Mungu hata kwambia kamwe ufanye jambo ikiwa hakukupa nguvu na uwezo wa kufanya hivyo. Pale ambapo Mungu anaelekeza, wakati wote anakimu mahitaji. Neema yake wakati wote inatosha. Na kwa hiyo kutenda mema kunamaanisha kwa uwezo wangu wote niamke kila siku na nifanye kile ninachoamini kwamba kitampendeza Mungu. Tunahitaji kuishi tukimpendeza Mungu. Halafu jambo la pili, naamini kutenda mema inamaanisha hivyo ninavyosema tu, fanya mazuri kiasi uwezacho kila mahali unapoweza kwa kila mtu kiasi uwezacho. Kwa sababu kuna nguvu katika kuwatendea watu mema. Warumi 12:21 inasema, tunashinda ubaya kwa wema. Na mimi binafsi naamini kwamba hiyo ni mojawapo ya siri zilizofichika sana za ufalme wa Mungu. Ubaya wowote uliotendewa wewe, njia ya kuushinda ni kutoka nje na kumtendea mtu mwingine wema na linakuwa jambo la nguvu sana, haswa unapomtendea wema yule mtu aliyekutendea ubaya. Sasa hicho ni kiwango kingine tofauti kabisa, lakini Mungu ni mkuu, na nadhani ni vema kuzungumzia kuhusu ukuu wa Mungu, kwa vile naamini kwamba, naamini tu kwamba tunahitaji zaidi hofu ya kumstahi na kumcha Mungu. Nikwambie tu kwamba Mungu si ndugu yako na yeye si Baba Krismasi wa ulimwengu mzima. Yeye siyo mridhiaji wa orodha nzima ya matakwa yako. Mungu ni mtakatifu na ni mwenye haki na ni Mungu mwenye mamlaka, na hiyo ni kumaanisha kwa maneno rahisi kwamba Mungu anaweza kufanya chochote anachotaka wakati wowote anaotaka popote anapotaka, na si shida mtu yeyote. Mambo ni wazi na rahisi, lakini Mungu ana mapenzi ya kiungu yenye mamlaka, na tunahitaji kuelewa kwamba hakuna chochote kinachoweza kamwe kusimamisha au kuzuia mapenzi hayo ya Mungu ikiwa Mungu ameagiza na kutangaza, kama pale aliposema waovu watakatiwa mbali. Waweza kuweka alama hapo, watu waovu, watu ambao huishi wakifanyia wenzao mabaya, hawataendelea na hayo milele. <laughs> siku ya kutoa hesabu yaja, na baadaye inasemaje? Mwishowe wanyenyekevu watairithi nchi. Hilo ni agizo la ukuu wa Mungu kwamba ikiwa utavumilia na kumshikilia Mungu, kumbe mwishowe yote yatakuwa yako. Haleluya. Tunayapata yote. Amen. Lakini lazima tupitie katikati. <laughs> Na nimekuwa nikihubiri kwa miaka kadhaa iliyopita kuhusu kufanikiwa kupitia katikati kwa sababu hiyo ndiyo sehemu muhimu, na hapo ndipo unapovumilia, na hapo ndipo lazima ujikumbushe mwenyewe kwamba Mungu anao mpango. Mungu anao mpango. Na hebu nimwambie jambo, ikiwa Mungu anao mpango kwa ajili yako, uende kukawa, na watu waovu ambao watakuwa kizuizi, lakini hatimaye hakuna yeyote isipokuwa wewe mwenyewe unayeweza kusimamisha mpango wa Mungu kwa ajili yako. Sasa waweza kusimamisha ukitaka, umenisikia? lakini hakuna yeyote isipokuwa wewe <laughs> anaweza kusimamisha mpango wa Mungu kwa ajili yako. za kipindi hiki zimelipwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries.